Moja kati ya changamoto kubwa ambayo imenisumbua sana kabla sijapevuka akili ni pamoja na kuamini kwamba watu wote ambao wana mafanikio kwenye maisha ni watu ambao wametokea kwenye kipato cha juu, yaani kwamba wao wamebahatika kuwa na pesa nyingi katika shughuli zao za kila siku na ndio maana wamepata mafanikio. Hivyo imenipelekea kuhalalisha umaskini wangu kwa maana ya kwamba Nilikuwa naamini kwamba kipato changu kidogo basi ndio sababu ya umaskini wangu na hali duni ambayo nilikuwa nayo, lakini sikukaa na kutafakari kwa kina. Kwa sababu hiyo pesa ambayo nilikuwa naiona mimi ni ndogo, kuna watu ambao walikuwa na familia kubwa zaidi yangu, lakini walikuwa na uwezo wa kulea familia, kwa maana ya kwamba wanasomesha watoto, wanawavisha, lakini pia wanawalisha vizuri. Hiyo hiyo pesa ambayo mimi nilikuwa naiona ndogo, pia kuna baadhi ya watu walikuwa na uwezo wa kufanya malengo nayo na kusonga mbele Kumbe shida haikuwa kiwango cha pesa ambacho mimi nilikuwa nakipata. Shida ilikuwa ni ufahamu wangu ulikuwa ni mdogo na ulikuwa hujapevuka kwa kiwango cha kutambua kwamba nakwama wapi. Baada ya ku struggle kwa muda mrefu sana, ndipo ambapo nilikuja kugundua siri moja kubwa sana, siri ambayo natamani hata ningeijua mapema zaidi, yamkini ningekuwa juu ya zaidi ya hapa, ya hapa nilipo sasa. Katika kupitapita kwangu nilikuja kugundua kwamba kila kitu ambacho unakihitaji kukifanya kwenye maisha, usikurupuke, tafuta maarifa sahihi kuhusiana na hicho kitu, ndipo uingie kukifanya. Mimi nilikuwa natafuta pesa na pesa nilikuwa nazipata, lakini pesa hizo hazikuwa nyingi sana. Lakini hicho hicho kiwango kidogo nilishindwa kukimudu, kwa maana ya kwamba nilikuwa sina uwezo wa kujua misingi ya kukuza pesa, misingi ya uwekaji wa akiba. Kiujumla niseme, nilikuwa sina elimu ya kutosha kuhusiana na fedha hivyo nilikuwa nina nidhamu mbovu sana ya fedha. Ndio maana kila pesa niliyokuwa naipata nilikuwa siwezi kuiwekea malengo kwa kuiona kwamba ni pesa ni pesa ndogo. Lakini baada ya kuja kutambua ya kwamba kumbe tatizo sio kiwango cha pesa, tatizo ni ufahamu mdogo nilionao, nikajikita katika kutafuta maarifa kwanza, kuhusiana na namna ya kuhu zimeneji pesa. Manake nikatafuta kitu kinaitwa financial literacy, kwamba, kwa maana ya kujifunza zaidi kuhusiana na pesa, ili hata ninapokuwa na zimiliki pesa nijue namna sahihi ya kuweza kuziongoza, ili hata nikizituma ziwe zina uhakika wa kuenda kuleta pesa zaidi kwa hilo nilifanikiwa, na baada ya kugundua hiyo formula nikajikuta kwamba maisha yangu yameanza kubadilika. Nikawa ni mtu ambaye naweza nikaweka akiba kwenye hicho hicho kiwango kidogo, nikawa ni mtu ambaye naweza nikapanga malengo kwenye hicho hicho kiwango kidogo. Baada ya muda fulani, nikajikuta tayari nimeanza kuona ukuaji ambao sio wa kawaida. Nini ninachotaka kukwambia? Maisha tulionayo, wengi sana tunahalalisha hali tulizonazo kutokana na kwamba tunatengeneza sababu ambazo hazina msingi. Unashangaa kitu ambacho wewe unaona kwamba ni kinakukwamisha wenzako ndo wanakitumia hicho hicho kama daraja na wanasonga mbele, na wewe wanakuacha huko pale pale. Kipato sio kikwazo cha mafanikio. Kipato kidogo siku zote ndio wakati sahihi wa kuweza kujifunza namna sahihi ya matumizi sahihi ya fedha. Hata ukifuatilia watu wengi sana, matajiri wengi sana, kabla hajakupa eh, mzigo mkubwa au kabla hajakupa kazi kubwa, huwa anaanza kukujaribu kwa kukupa kazi ndogo ndogo. Hiyo ni kumaanisha kwamba uaminifu siku zote unapimwa kwenye vitu vidogo vidogo kwanza. Kama nimeweka leo ndani shilingi mia tano ikaibiwa, kesho nikaweka shilingi elfu moja ikaibiwa, basi najua humu ndani watu ambao naishi nao hawana uaminifu. Hivyo basi sitoweza kuweka hela kubwa, kwa sababu kama wameshindwa kuweka uaminifu kwenye pesa hizi ndogo ndogo, maana yake obviously hawawezi wakawa na uaminifu kwenye pesa kubwa. So jijengee mazingira, haijalishi ni kiwango gani cha pesa ambacho unakuwa unakipata, kitengenezee discipline, nidhamu. Nidhamu ya pesa ni kitu cha umuhimu mno. Kadri unavyokuwa una, unaongeza kiwango cha nidhamu, ndivyo ambavyo utajikuta kiwango cha pesa zako kinaongezeka. Usipambane kuongeza kiwango cha pesa, ili hali bado kiwango chako cha elimu kuhusiana na fedha kiko chini. Utajikuta unapata pesa nyingi, lakini unazitapanya, na mwisho wa siku hakuna chochote cha maana unachokifanya kwenye maisha yako. Nidhamu ya pesa ni ya umuhimu sana kuliko fedha zenyewe, hivyo tumia muda wako kujifunza. Maarifa ni nguvu, maarifa ni mafanikio, maarifa ni maendeleo. Huwa anapenda kumaliza kwa kusema ya kwamba, change the way you think, change the way you act and your life will change forever. Na kama ni mara yako ya kwanza kufika katika chaneli yangu hii ya YouTube, usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili tuendelee kupeana madini ambayo yatazidi kutujenga siku hadi siku. Chao.